Mange Kimambi kuna kipindi ametaja kuhusiana na uwepo wa jeshi la polisi la ama wanajeshi kutoka Uganda ambao walitumwa ili kwenda kutuliza maandamano ambayo alikuwa akishuhudiwa Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa, swala hili likaibua mjadala kidogo, lakini sasa kuna uwezekano we, we, wa kuwepo ukweli mkubwa sana kwa alichokisema Mange Kimambi baada ya mwanaharakati kutoka Kenya ambaye alikana kama Bob Njagi ambaye alikuwa amekamatwa na jeshi la polisi la Uganda na kuachiwa takriban kama siku mbili zilizopita. Alikuwa anafanya na kituo cha Citizen uh, Nairobi na kusema kwamba moja kati ya kitu ambacho kilimshangaza ni kupata uh, kupewa taarifa kutoka kwa jeshi la polisi la Uganda na wanajeshi wa Uganda ambao walikiri live kabisa kwamba walihusika katika kuwaua vijana ambao walikuwa wakiandamana katika maandamano ya Jenz ya Kenya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Sasa yeye alikuwa anasema kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwapo wanajaribu kutuliza maandamano ya Kenya ni polisi kutoka polisi na wanajeshi kutoka Uganda ambao wanasema kwamba walipewa sare za polisi wa Kenya na wakawa wanazunguka na za sare za polisi wa Kenya ili kuweza kudhibiti maandamano. Sasa kwa upande wa Mange ya Kimambi pia alikuwa ametaja kitu kama hicho kusema kwamba jeshi la polisi uh, walikuwa nashirikiana na wanajeshi kutoka Uganda ili kuweza kuwapiga na kuadhulumu vijana ambao walikuwa wanaandamana katika maandamano ya Oktoba 29 uh, kule Dar es Salaam na maeneo kadhaa ya Tanzania. Nasema kwamba jeshi la Tanzania walikuwa wamefungiwa kambini, wala hawakuhusika kabisa na masuala mazima ya maandamano. Kama alichokisema Bob Jage sema kwamba wa, wanajeshi wa Uganda walikiri kabisa wenyewe kwa midomo yao kwamba wao walihusika kuja kuwaua vijana ambao wali wawa kwenye maandamano ya Gen Z ya Nairobi mwaka jana mwaka 2024, inatilia ukweli kabisa kwa hicho ambacho alikuwa amekisema Mange Kimambi kwamba wanajeshi pia walitumwa uh, Tanzania kwenda kutuliza uh, machafuko ambayo yalikuwa yanashuhudiwa. Hii inaonyesha ushirikiano wa karibu kabisa wa marais watatu, William Ruto, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda pamoja na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Na kuna kipindi bana gazeti la kutoka Kenya ilikuwa limeandika kuhusiana na katili na uwepo wa udikteta kutoka kwa marais hao watatu, na kama amemtaja Adolf Hitler kuwa ndio kama inspiration wa marais watatu, kwa maana ya William Ruto wa Kenya, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania pamoja na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Hizi taarifa zinazidi kutilia uzito kwa hicho ambacho alikuwa amekisema Mange Kimambi. Wewe unahisi kwamba kuna ushirikiano mkubwa kati ya marais hao watatu ambao wanaungana kwa ajili ya kuweza kuwakandamiza na kuwaumiza uh, raia wao. Unaweza ukanipa maoni yako pale chini kwenye comment section.